Kung'amua yupi anajidhihirisha hapa, ni ngumu sana, isipokuwa unapopewa uwezo na Mungu mwenyewe. Mtu anayenena kwa lugha na akatetema, akatetema, akatetema, huwezi kumtofautisha na mtu aliyepagawa, mwenye pepo mbaya. Utamtofautisha tu kama wewe unayetazama hawa wawili umejazwa kwa nguvu ya kutafsiri na kung'amua haya yaliyojificha. Mhubiri anayefundisha kweli ya Mungu na anayefundisha uzushi ni ngumu sana kung'amua, isipokuwa kama Roho mwenyewe amekujaza na yeye mwenyewe akusaidie kufasiri. Hapa nitatoa mifano michache. Bwana Yesu Kristo asifiwe! Amen! Bwana Yesu Kristo asifiwe! Amen! wanasikia hapa pambio, wana mnaimba Tembea na Yesu, tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu hebu. Amen. Amen. Tujiulize kweli unaweza kutembea na Yesu kweli? Lakini tunaimba, si ndio? Na tunaona kama sawa vile <laughs> Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu Kristo aziviwe Amen. Tembea na nani mpaka wapi? Na huko mbinguni pia mkatembee naye. Mungu atusaidie sana. Usipokuwa na roho wa Mungu, mafundisho, nyimbo zinaweza zikakuhamisha hatua kwa hatua, ukaingia katika roho mtakatifu na roho mtakatifu. Na kwa bahati mbaya sana, Mungu hazuiwi kutumia anacho Kaka kukitumia Mungu anaweza akamtumia roho mtakafujo kuleta jambo fulani. Mungu anaweza akamtumia roho mtakavitu kuleta jambo fulani. Katika maandiko tumeona mara kadhaa watu wa Mungu walipopish walipopitishwa katika mioto ya namna hiyo mpaka pale Mungu alipotaka yeye mwenyewe kueleza tofauti. Nitoe mifano michache naye mtu anaitwa Anania na Safira. Bwana Yesu Kristo asifiwe, Amen. Hawa wamepokea Roho Mtakatifu, hawa wamebatizwa kwa ubatizo wa moto, lakini Roho mtakafujo na mtakavitu akawaingilia, wakaenda wakauza mali, wakaichukua wakagawana halafu wakapeleka kidogo kwa mitume na mitume wanakuja kuwavumbua na kuambia, sasa mtaangamia. Walipokea Roho Mtakatifu lakini wakaachia roho mtakafuja wakaingia na mtakavitu wakaingia. Unaiona hiyo? Pia hata miongoni mwa mitume Yuda Iskariote amekuwa na Bwana Yesu kwa kipande kirefu tu, lakini siku ile wanakula chakula roho mtakavitu, akamwingilia akatoka akaenda kumsaliti Bwana wake. Unaikuta pia hata miongoni mwa watumishi wa Mungu, miongoni mwa waimbaji, miongoni mwa wakuu wa kanisa. Wote tunabatizwa, sivyo? Na katika ubatizo tuna tunakiri kumkataa shetani na kazi zake zote, kukataa nasa za dunia na fahari yake na tamaa mbaya za mwili. Hebu uingie, hebu uingie kwenye ibada ukiwa na jicho lenye roho ya Mungu, utaona vituko, utaona vituko, sadaka zikikusanywa kwenye kikapu cha wazi halafu wazee wa kanisa waliokosa walio na huyo roho wa Mungu ambaye walimpokea kwa njia ya ubatizo wakamkana shetani na kazi zake zote. Wako walio waaminifu, lakini wako wanaokwenda kugawana, na wakati mwingine hawa wenye roho wa Mungu wanaogopa kusema kwa kuwa wanaona watamharibia mwenzao. na kwamba hiyo haitoshi, wako pia wanauza hata viwanja vya kanisa. Na hapa Rushoto hiyo imeumiza ime, ime sana kanisa. Wako ambao anafika mahali anauza kiwanja, wako ambao wanaweza kuuza hata vitu fulani vitakatifu, na wako ambao wanajimegea na kuondoka navyo. Roho Mtakatifu Mungu ana njia za ajabu, na njia hizo katika ukuu wake Mungu mwenyewe kwa kuwa hakatazi na hazuiwi na yoyote, anaweza akatupitisha katika moto mkubwa tu tukafikiri kwamba huyu anayetupitisha humo siye, na mara kadhaa tumemkana Roho Mtakatifu kwa kufikiri sisi tuna nafasi yetu zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Watu wa Mungu, tungeweza kuendelea na kuendelea kukumbushana, lakini leo nihitimishe kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, najaribu tu kujiuliza kama kanisa lililopokea wakati ule kwa ujasiri udhihirisho wa Roho Mtakatifu lingeendelea na nguvu ile, nguvu ile ile, likaenda nayo nguvu ile ile. Najaribu kupiga picha dunia hii ambavyo ingekuwa leo. Nguvu tunazozipeleka kwenye mambo ya dunia ambayo tumeita ni fahari, nguvu tunazozipeleka kwenye anasa za dunia, ukilinganisha na nguvu tunazoweka katika yeye aliyejidhihirisha. Nasema Mungu wangu, hivi tumepotelea wa leo tutakuwa na ibada ya uimbaji hapa baadaye kidogo. <coughs> Najiuliza tu nguvu ile tuliyowekeza kwenye mazoezi ili tuje tuimbe, nguvu ile ile tungeielekeza katika kusoma neno, nguvu ile ile tungeielekeza katika kuomba na kusali. Nguvu ile ile tungeielekeza katika kufunga. Je, tungekuwa na kwaya za namna hii tulizo nazo leo? Kwa maneno mengine, vitu fulani fulani vinaweza vikatuhamisha kutoka kwa Mungu tukafikiri tunakwenda kumbe kwa kweli tunarudi nyuma. Tutaona hapa baadaye. Utunzi uimbaji wa nyimbo za kitabu lakini pia na mahadhi, nguvu inayotumika humo, kama ingetumika kwenye kusoma neno, kanisa lingebadilika sana. Lakini pili, nguvu tunazowekeza katika maisha binafsi. Na hapa nitataja maeneo matatu. Eneo la kwanza, nguvu tunayowekeza katika ada za shule Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu hiyo hiyo tungeielekeza katika kujenga mahekalu. Pengine leo tusingepigwa na manyunyu hapa. Naomba Mungu inyeshe vizuri, tutandike vizuri. Maana nayo pia ni baraka kutoka kwa Mungu. Ni kwenda kwenye shule moja International School ada kwa mwaka milioni 27, na mtu anapeleka mtoto tangu kindagate mpaka form 6, miaka mingapi? Zidisha mara 27 milioni. Shule zetu za kawaida huku tunaambiwa mara nyingi huwa hazina ada si ndivyo? Na tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo tunakwenda na kuipongeza sana serikali katika eneo hilo.